Tumekatazwa kuwa ngoma iko, kuigaiga, kusikia, na ndipo Bwana Mtume akasema unapotaka kufanya jambo lolote, lizingatie mwisho wake, likiwa na kheri fanya na likiwa na shari acha. Hapa tunafundisho tunafundishwa kutokuwa watu wa kufuata mkumbo, kupangwa au kuchochewa, hasa katika mambo yanayovunja amani, katika mambo yenye maslaha na nchi yako katika mambo yenye maslaha na taifa lako, katika mambo yenye maslaha na familia yako. Tumeshuhudia ziko familia zimekosa hata chakula kwa ndani ya siku mbili, ziko familia hazikutoka nje, ziko familia wamehangaika, wako watu hawakufanya ibada, hawakusali, hawakufanya chochote kwa sababu ya kukosa amani. Hivyo tuwe tumejifunza na kuhakikisha kwamba tunaendelea kulea vizuri. Mtume alisisitiza sana kuzuia vurugu mpaka akafika mahala akasema, muumini si yule anayewatia watu hofu wala kuwatishia. Bwana Mtume anasema muumini wa kweli sio yule anayewatia watu hofu au wakuwatishia. Ni hadithi ya Imamu Ahmed. Amani ni sehemu ya imani. Mtume anasema katika hadithi ya Bukhari, anasema amani ni sehemu ya imani. Hivyo tunawakumbusha vijana kuwa walinda watu dhidi ya hofu na vurugu ni sehemu ya imani ya Muislamu.